Nasema na ninyi mnaonisifia, mnaonimbia, mnaoninulia sifa, nasema na taifa la Tanzania ambao mnanijua, kwa sababu msinge viongozi wetu wasingekuwa wanamjua Mungu, hata wasingekushawishi au kutukumbusha kwamba tunatakiwa kumlilia Mungu kabla hatujafikia Oktoba kwenye zoezi la uchaguzi huu. Kwa hiyo anasema naongea na, na ninyi leo, mlango uko wazi. Ni nini mnataka kum, kum, kumlilia Mungu? Ni nini mnataka kusema na Mungu, kitu gani? Yani kwa Mungu mlango umefunguliwa, hakuna atakachokizuia kama kilikuwepo kizuizi sasa kimeondolewa. Ombeni lolote. Changamoto tu ambayo unaweza mkaipata mkiwa mbali na mimi amwezi kuhudumiwa, lakini mkiwa ndani hapa hakikisheni, mkiona kwa Mungu, nawahakikishia majibu yatafanya nini? Yatatokea. Anasema ombeni lolote, nani mtafanya nini? Mtatendewa. Hatubahatishi, hatubahatishi. Hatukujana kwa kutaka kubahatisha kwamba eti tunataka kwenda mbele za Mungu. Sijui kama atatusikia. Tunakwenda kifua mbele, tunaamini mwendea Mungu kumlilia leo atasikia. Leo atasikia. Tunakwenda kwa ujasiri kwa sababu sisi sio watu ambao ambao Mungu mmoja nje mwingine hapana. Na sisi leo kanisa mahali hapa Mungu anasema na sisi, tusifikiri kwamba sisi tunatosha etu, tukaanza kusanya. Si watu wanaendelea wameanza kwenda kampeni huko, wanasikia eti kwa kujinaji kwa kupamba pamba sana, maana watakuja na maneno ya kupamba pamba sana. Wengine wamejaribu maneno, akiingia hapa yani hapatoshi. Ataongea hata mtashangaa hamchoki lakini si kwamba tuwaone wao kwamba wanatosha utoseevuwetu natokaanai na leo tunataka tumije Mungu. Hata kama atakuja maneno wazuri, hata kama atakuja na lugha ya atushawishi sana, lakini tujue Mungu atusaidie kuwatambua. Ni ajenda ngumu, hata watiania wa wenyewe bado wanahangaika, hawana uhakika mtapita kwa hiyo hata nikikuuliza mbunge mbunge wako katika jimbo lako mwaka huu atakuwa nani? Uwezi kulikai, hata tuwezi hatuwezi sisi kwa kutumia akili zetu wenyewe. Kwa hiyo tunataka tumwambie Mungu. Inawezekana wakatujia watia nia, wakaja tukawaona kwa maumbo yao, wameumbika, wakatushawishi kwa maumbo yao Mwao, Mungu kwa munguwa vizuri tukadhani ndani mwao ndani ya yeah, mioyo yao mko kama umo lao. Bwana Yesu asifiwe! Haiwezekani, hatuwezi kujua sisi maana yaliyomo ndani, hata tunayofikiria saa hizi nyinyi hamwezi kujua yaliyomo ndani mwa mtu anayejua ni nani jamani? Ni Mungu peke yake. Usiangalie sura wala usiangalie kimo cha mtu kwamba kama mimi nilivyo hivi. Manake wengine ni warefu, hata urefu wao unafanya nini jamani? Unawapendeza. Wengine ni wafupi, lakini hata ufupi wao unawapendeza. Lakini Mungu anasema, Mungu haangalii nini? Haangalii hivyo, anachoangalia Mungu ni kilichomo ndani ya nini? ya moyo. Je, huyu mtu atakuwa na hofu ya Mungu? Tunataka leo tumwendee Mungu, tumwite Mungu, tunahitaji diwani ambaye atakuwa na hofu ya Mungu, diwani ambaye atapata kibali kwa nani? Na Mungu. Tunataka mbunge ambaye atapata kibali kwa nani? Na Mungu, mwenye hofu ya Mungu. Tunamtaka rais ambaye pia atakuwa na hofu ya nani? Ya Mungu. Na neno limetuambia leo, Yesu anasema ombeni lolote. Sisi tunauanlia leo ni la kumuomba kwa ajili ya haya, ajenda hii pasua kichwa ambayo sisi hatuwezi hapa kutoa majibu wala watanzania wa wengine wenzetu hawezi kutoa majibu isipokuwa Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe! Jambo la pili, tunataka kwenda mbele za Mungu kumlilia Mungu atusaidie tuwapate viongozi, hata akisha chaguliwa, akipata ridhaa ya Watanzania kwa kura, asilewe madaraka. Viongozi ambao wanalewa madaraka. Sasa msinionyeshe mimi, ni binadamu jamani, kama na mimi nimelewa madaraka ni mimi ni binadamu, lakini nataka kuambia <coughs> <coughs> ukimbodiwani, basi tena ndio vurugu, anajiona yeye, wanaesa wasifiwe, anakuwa jeuri, wanaesa wasifiwe, yani hapo ndio kabisa. Anasahau, ni akina nani walimuinua kumweza kwenye ile nafasi yaani uko jimboni atatembea yuko, laki, huwa, hata ajwi, kwa sababu anakwenda kumaadisehu yuko kwenye kampeni, akishamaliza mkishamchagua anasahau, hata ajui kwamba kuna eneo ambalo anatakiwa awatembelee ajue shida zake. Kwa hiyo nani anaweza kusaidia kumtambua huyu, ni Mungu pekee. Ajue waliomwinua waliomheshimisha ni hawa walioko chini. Sasa kuna mafalume Bishaza, muda akutosha, nitasoma nini? Danieli tatu, ile mkiendelea mpaka sita kule, mlango wa sita, Danieli tatu, mlango wa kwanza mpaka wa sita. Kuna mambo pale yanazungumza zungumza tabia ya yule Bishaza

wanaisha asikiwe sana tunataka. Jambo la tatu, tunataka, tunataka Mungu atusaidie kuwajua hawa hawa watia nia. Wana uzalendo wa asilimia ngapi? Ni wazalendo kweli wa nchi hii? Ni watu ambao kweli wanajua wanakwenda pale kufanya nini, asiwa wanakwenda pale kwa sababu tu ya maslahi yao aende kwenye nafasi akiwa na uchungu, anaona kwenye eneo hili, nataka ndugu zako hao niwasaidie watoke kwenye hali hii ngumu, waende kwenye sehemu ambayo. Niendelee sasa, hizi tuko kwenye kwenye kwenye ufumo ambao dunia inasungua sana. Ukoloni mambo leo unataka kurudi, wakubwa huko wametawala sekta za uchumi, wanaambia hata misada sasa, hatutaki na nini. Wamekoroga koroga sasa. Kama wamekoroga, tunataka huyu mtu atusaidie, atufundishe, atuonyeshe rasilimali tulizo nazo, zitusaidie kututoa mahali kwenda sehemu nyingine, aonyeshe uchungu, yaani shida ya wananchi wale ambao wanawatumikia aichukue kama ya kwake. Lakini sisi wa macho yetu, akili zetu, hatuwezi kuwajua. Atakaye wajua ni nani? Ni Mungu. Na ni lazima leo tumwambie Mungu tusaidie tuwapate viongozi watakaokuwa na uchungu wa taifa hili na jamii ya Watanzania. Lengo la ibada yetu la nne, ninaomba vyombo vya ulinzi na usalama vitende haki, vitende haki kuanzia kipindi hiki cha kampeni mpaka uchaguzi mkuu mpaka matokeo yatakapokuwa kutenda peke yao wale pasipo kumshirikisha nani? Mungu pasipo kutokea machafuko katikati hapa. Ndio maana kanisa sasa limefikiria, limeona kuna haja, kuna haja ya kwenda mbele za Mungu kumwambia, maana si hatuwezi kuwafia, si mimi kawaida mnafanya za Mungu, eh onesha sifi, eh mwa vijana fanya, fanya Mungu. Sasa mimi sina dola, ningekuwa na dola na mimi lakini mimi namwambia nani Mungu, shughulikana hapo. Ni watu wako, wakati mwingine wanatenda pasipo kujua. Sasa tunaomba vyombo vya dola, vyombo vya dola, vyombo vya ulinzi na usalama visaidie sana kutunza amani, visimamie sana zoezi lile la kampeni <laughs> ili amani itendeke, hata matokeo yale ya uchaguzi atakapotoka tupate utulivu. Si mnaona kumsubiri jamani. Wenzetu wamefanya kampeni aendaeda, wame uchaguzi umefika, ama yule aliyeshinda ametangazwa, nafasi ya urais huruguzikazi. Lakini sisi hatutaki yatokee yale, na kama hatutaki yatokee yale, lazima tumwite nani. Sote tufanikiwe kuimba na nitaweza.